Kipekee kabisa naomba kwanza ni, ni washukuru watumishi wote wauguzi wa halmashauri ya Mbeya DC, lakini pia nitoe shukurani kubwa kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Mbeya DC pamoja na mganga mkuu wa halmashauri ya Mbeya DC kwa kukubali kufanya kikao hiki siku ya leo hapa hospitali ya wilaya ya Mbeya DC. Kipekee kabisa sisi kama viongozi uh, wa mkoa tumefurahi kwa sababu mmeitikia wito tulipotuma barua kwamba tuweze kukaa kama wauguzi, tuweze kujadili masuala ya kitaaluma ya uuguzi, kwa sababu tunahitaji kukaa kwa pamoja tuweze kuendelea kuiboresha tasnia ya uuguzi. Tunapokaa kwa pamoja, tunakuwa na ule uwezo wa kubadilishana mawazo, changamoto tunazozipata kwenye maeneo yetu ya kazi a uh, ili tuweze sasa kujua ukichukua changamoto ya kwenda kushoto ukaileta kwenda kulia, mwingine inakuwa ni fursa lakini mwingine inakuwa ni changamoto, lakini tukikaa kwa pamoja tukaweza kuzungumza. Lakini pia kwa siku hii ya leo tutapata fursa ya kuweza kujifunza mambo ya aina mbalimbali, namna gani tuweze kwenda. Inaamini hatujawahi kufanya kikao kama hiki kama mkoa, kama tulishawahi kufanya kama halmashauri, lakini kwa ngazi ya mkoa ni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ni fursa pekee ambayo tumeipata siku ya leo. Kikao cheto ni cha muda wa siku moja, lakini kwa haya masaa ambayo tutaweza kuyatumia tunaamini tutaondoka na kitu, kwa sababu kama mkoa tumeandaa kuna mada zitakazoweza kujifunza, zitatuinua pale tulipo na mimi zitatupeleka mahali fulani. Morning report ile huwa tunapokea taarifa za wagonjwa waliohudumiwa kwa masaa ishirini na nne. Kwa hiyo kupitia hivyo vikao tunakuwa na mjadala ni wapi ambapo hatujafanya vizuri ili tuweze kusahihisha. Lakini tukitoka hapo tunaenda kwa wagonjwa wenyewe. Kwanza kuwapitia mgonjwa mmoja baada ya mwingine. Tunakuwa tunaangalia huyu mgonjwa ana changamoto gani. Changamoto ya mgonjwa mmoja na mwingine huwa hazifanani. Bila moyo mtu yoyote hawezi kupumua. Kwa hiyo tumeitwa leo kukumbushwa yale ambayo tunahitajika kuendelea kufanya, kuwahudumia wagonjwa kwa upendo, kutoa huduma zile zinazostahili. Tuwahudumie wagonjwa, tuwapende, tufanye kazi zetu kwa miongozo ya wizara jinsi inavyosema.